Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribishe tena kwa tafakari ya neno la Mungu na masomo tutakayoangalia ni Dominika ya 28 ya mwaka C wa kanisa. Lakini leo nitajikita zaidi somo la kwanza na somo la Injili e, na ni kwa sababu moja, masomo hayo nimeona yanakaribiana na sana na mada yanayoiongelea, au yanazungumzia juu ya imani, unyenyekevu, na inahusisha watu wawili waliokuwa na ukoma na wakaponywa kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Sasa tuanze na somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya tano aya ya kumi na nne mpaka kumi na saba. Katika somo hili tunamwona mkuu wa jeshi eh, sehemu za Aramu, labda ni Siria ya sasa, ambaye alikuwa ni mjemedari mkuu wa jeshi lakini pamoja na kuwa na cheo hicho kikubwa, huyu bwana alikuwa na ugonjwa wa ukoma. Sasa, katika mahangaiko ya kutafuta dawa hapa na pale, baadaye anakutana na kijakazi wa Kiyahudi ambaye alimwambia kwamba kwetu kule Uyahudi kuna mtu wa Mungu anaweza akakupona akakuponya. Na kweli anaamua kufunga safari kuelekea Uyahudi huyu, uh, huyu jemadari ili akutane na nabii Elisha, na alipoenda kweli hakukutana na nabii Elisha. Nabii Elisha alipotambua kwamba anakaribia kufika kwake, akatuma ujumbe kwamba nendeni mwambie huyo jemadari wa, wa jeshi la Siria huko Aramu ajizamishe katika mto Yordani mara saba na baada ya hapo atapona ugonjwa wake. Kimsingi yule jemedali alikata tamaa kidogo, alitegemea kwamba kwa cheo kikubwa alichokuwa nacho cha jeshi kutoka katika nchi yake akutane na nabii Elisha waongee, labda amwekee mikono, labda vitu vya namna hiyo Bade. Kwa hiyo alikata tamaa, lakini baadaye watu wakamsihi kwamba afanye hivyo, na akaamua kwa unyenyekevu kujizamisha mto Yordani mara saba, na baada ya hapo ugonjwa wake wa ukoma ulipona na ngozi ya mwili wake ikawa nyororo kabisa kama ya mtoto mdogo. Sasa baada ya uponyaji huo Naamani huyo jemedari wa jeshi la Siria alirudi kwa nabii Elisha akiwa amefurahi na kusema maneno haya na nukuu: sasa najua kwamba hakuna Mungu popote duniani ila katika Israeli. Sasa nakusihi, chukua zawadi kutoka kwa mtumishi wako. Kumbe baada ya kuponywa aliamua kuchukua zawadi amletee nabii Elisha kama tunavyosoma kitabu cha pili cha Wafalme sura ya tano aya ya kumi na tano. Lakini nabii Elisha alikataa zile zawadi alizokuwa ameleta yule Naamani na Elisha, na akasema hivi, kwa hakika Bwana ishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, sitapokea kitu. Kitabu cha pili cha Wafalme sura ya tano mstari wa kumi na sita. Labda tutafakari kidogo, tujiulize kwa nini nabi Elisha akataye zawadi za yule Naamani, jemedari wa jeshi huko Aramu, Siria. Kitu cha kwanza, kwanza tuone kitu kimoja. Kwa nini Naamani alitaka kutoa sadaka? Kitu cha kwanza ni ishara ya shukurani. Naamani alitaka kutoa zawadi kama ishara ya kushukuru kwa uponyaji aliyopokea, e, kutoka kwa Mungu kupitia kwa nabii zake nabii wake Elisha. Na ni kitu cha kawaida huwa, kwa mfano, tukitendewa wema, huwa tuna maelekeo ya kutoa shukurani au zawadi, na katika tamaduni za nchi za, za, za, za, za mashariki wakati ule kutoa zawadi kwa nabii au kuhani ilikuwa ni jambo la kuonyesha shukurani lakini vile vile heshima kwa Mungu. Kumbe huyu jemedari wa vita Naamani alitoa zawadi hiyo kwa arushi, eh, kwa Elisha. Alitaka kutoa zawadi hiyo kama ishara ya shukurani, lakini kitu cha pili, alitaka kutoa zawadi hiyo kwa kutambua ukuu wa Mungu wa Israeli. Naamani alikiri kwamba anaamini kwamba Mungu wa Israeli ni Mungu wa kweli na wa pekee. Kumbe zawadi yake ilikuwa ni ishara ya imani mpya kumwamini yule Mungu mpya wa Israeli, kwamba sasa anatafuta, anatambua nguvu na wema wa Mungu wa kweli, Mungu huyo wa Israeli. Kumbe hizo ndizo sababu mbili tunazoweza tukasema kwa nini eh, eh, Naaman alitaka kutoa zawadi kwa nabii Elisha. Sasa twende kwa Elisha. Kwa nini Elisha alikataa sadaka ambayo nabii ambayo Naaman yule mkuu wa jeshi la Siria alitaka kutoa? Kitu cha kwanza ilikuwa ni kudhibitisha kuwa neema ya Mungu haiuzwi. Elisha alitaka kufundisha kuwa uponyaji na uokovu havinunuliwi kwa fedha wala zawadi ni tendo la neema ya bure kutoka kwa Mungu. Unajua, kama nabii Elisha angelipokea ile zawadi ingelionekana ni kana kwamba Elisha ndiye amemtibu ukoma yule na aman. na hapa inabidi tuwe makini sana. huwa watu wanaofanya uponyaji kwa mfano tunaowasikia au kuwaona, huwa mara nyingi watu wana maelekeo ya kutomwona Mungu nyuma yake, na badala yake wanamwona yule mtu, labda aliyemwombea mtu aliyekuwa na umwa, halafu akawa amepona. Kwa hiyo, nabii Elisha alitaka kuthibitisha kwamba neema ya Mungu haiuzwi Hapokei zile pesa au zawadi zinazokuwa ameleta na Aman, kwa sababu yeye hakufanya hivyo, ni Mungu aliyefanya hivyo, na, na, na, na, na zawadi kutoka kwa Mungu, neema hiyo kutoka kwa Mungu. Yeye ni kama chombo tu kimepitia kwake, lakini ni nguvu za Mungu zilizofanya hivi. Ndiyo maana ukisoma hata Isaya 55 sura so ya kwanza inasema hivi: njoo ninyi nyote mnaoona kiu njoni mnunue na mle. Eh, naam, njoni mnunue divai na maziwa bila fedha wala bila thamani. Kumbe Elisha aliepuka kuonekana kama nabii aliyefanya muujiza kwa faida binafsi, na hapa pengine ni fundisho kwetu. Siku hizi tunasikia watu wengi wanafanya mihadhara, watu wengi wanadai kuponya watu, lakini wanapowaponya lazima waombe pesa, lazima waombe mali. Mihadhara mingi naiona, makongamano mengi, utasikia kuna nabii fulani, sio, kuna nabii mtumishi wa Mungu fulani, watu wataponywa, lakini lazima utoe sadaka. Sasa dini, sasa inaanza kugeuka kuwa kitu cha biashara. Nadhani Mungu hataki kitu cha namna hiyo kama kweli tunatumia nguvu za kimungu, Mungu ametuwezesha tufanye kazi hiyo bure kwa sababu bure, na nasi tutoe bure. Kilichomfanya Nabii Elisha akatae zile zawadi kutoka kwa Naaman ni kuepuka kuchanganya mambo ya kiroho na tamaa ya mali. Nabii alitaka kuonyesha kwamba huduma yake ni safi mbele za Mungu na haichochewi na tamaa. Unajua, ukiwa ni mchungaji, ukiwa ni padre, ukiwa pidi wewe unafanya miujiza ya kutibu watu, ukianza kuchanganya huduma yako na mali, kazi itafika mara itaenda, na utavutwa zaidi na mali na, na sio huduma. Kwa hiyo utakapoona watu wengi wanakuja, utajua nitapata pesa nyingi zaidi utakapoa labda mtu anayeumwa na pesa, utapenda atoe pesa nyingi zaidi. Na hii kitu kinaendelea kuwa miongoni mwa wachungaji, kutaka zawadi, kutaka pesa kwa ile huduma wanayokuwa naitoa. Na ndio maana utasikia hata kwenye television, tunaona kwenye maredio tunasikia, na kwenye vyombo mbalimbali vya habari, watu wengi wakidai kwamba wanafanya huo uponyaji, lengo lake baadhi yao ni kutaka pesa. Kumbe tuwe makini na, na hilo katika maisha yetu ya utume tla injili. Sasa injili linatoka Injili ya Luka sura ya kumi na saba aya ya kumi na moja mpaka kumi na tisa. Na hii inaonyesha eh, eh, wale watu kumi waliokuwa na ukoma ambao walipaza sauti, sauti zao wakimwomba Yesu awarehemu, na Yesu walipomkaribia, akasema maneno machache tu kwamba nendeni ya waliorudi kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumshukuru Yesu, alikuwa ni mmoja. Tisa hatujui waliko enda. Ndiyo maana Yesu akauliza yule mtu mmoja aliyekuja ambaye alikuwa ni Msamaria kwamba wale tisa wako wapi? wao hawajaponywa? Sasa Yesu na mwenyewe anatufundisha kitu kimoja kikubwa lakini vilevile na huyu Msamaria aliyerudi kumpa Mungu shukurani. Kitu cha kwanza tunachopata ni kwamba Mungu anaponya kupitia imani na unyenyekevu. Huyu Naamani tuliyemwongelea wa somo la kwanza aliponywa si kwa maji yenye nguvu ya kimaajabu, bali kwa imani katika neno la Mungu kupitia nabii Elisha akamtii. Wakoma kumi waliponywa si kwa kuguswa au kwa kufanyiwa mambo fulani fulani bali kwa kutii amri ya Yesu. Kwa hiyo tunajifunza kwamba imani ni daraja kati ya udhaifu wetu na nguvu za kimungu. Imani ni kiunganishi kati ya mapungufu yetu, yanaweza yakawa magonjwa kitu chochote kile, na nguvu za kimungu. Tukiwa na imani katika Mwenyezi Mungu, nguvu ya Mungu inafanya kazi. Kama ni kuponywa, tutaponywa. Imani ni kitu cha muhimu kwa Mungu ili tuweze kupanya kupata uponyaji, na huo ni uponyaji wa kimwili, lakini vile vile ni uponyaji wa kiroho <tuhi> na kweli, watu wengi leo wanakimbilia miujiza mikubwa, mara mafuta ya upako, maji maalumu, mfano lakini muujiza halisi uko katika imani: kusali, kusamehe, kupendana na kutumikia kwa unyenyekevu. Narudia kitu kile kile ambacho nimekisema kwenye somo la kwanza, neema ya Mungu ni ya bure, hainunuliwi. Yesu hakuma, hakuambia wale wakoma baada ya kuponywa, hata yule aliyekuja, kwamba nipe kitu chochote. Hapana aliwaponya tu kwa neema, kwa moyo wa Kimungu. Kumbe Mungu anabariki mioyo yenye imani na si mifuko yenye fedha. Tukitanguliza fedha, utume wetu utakuwa si utume ulio safi. Kwa hiyo, ndugu zangu, kitu kingine kikubwa ambacho ningelipenda ni kukisema ni hiki kwamba Mungu anapokubariki, Mungu anapokufanyia muujiza mujeza fulani katika maisha, anza maisha mapya. Huyu Naamani, baada ya kuponywa, somo la kwanza tulilosikia, aliamini kwamba ah, huyu sasa, eh, ni Mungu kweli anayeponya, Mungu wa Israeli, na aliomba kimsingi achukue udongo kutoka kule Israeli, aende kumjengea madhabahu Bwana kule nchini kwake. Kwa hiyo naona baada ya kuponywa na kutambua ukuu wa Mungu maisha yake yalibadilika. Hata huyu mkoma, pamoja na kwamba alikuelezwa, nina imani baada ya kuponywa atakuwa, maisha yake yalibadilika. Kwanza, kitu cha kwanza alimsujudi Yesu, aliporudi akapiga magoti. Ni imani kwamba amebadilika sasa, na muamini huyu aliyemponya, ambaye alikuwa ni Mungu, ni Yesu mwenyewe. Kuna sisi tunafanyiwa miujiza mingi, tunafanyiwa uponyaji, tunabarikiwa neema na baraka na za Mungu nyingi mno. Maisha yetu yabadilike na ya kumpenda Mungu zaidi. Na hata kama tulikuwa tumelegea katika dhambi, tutoke huko, kwa sababu Mungu ametendea makubwa, na hivyo tumwamini yeye. Tuendelee kuombeana ndugu zangu, tuendelee kujipeleka kwa Mungu kupata uponyaji, tuendelee kuwa nyenyekevu, tuendelee kuwa na mioyo ya shukurani, huduma zetu ziwe safi, zitegemee fedha na tukumbuke kwamba uponyaji wa kweli ni ule wa roho, na baada ya kupata uponyaji huo wa roho na wa mwili pia, tumkamate Mwenyezi Mungu na tushikamane naye, tumsifu Yesu Kristo. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini, ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi, kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa mbili na nusu hadi saa 11 jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa tatu kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. TMP bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha chipukizi mkambala na mea hotel usiwaze wala kuumiza kichwa tmp bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani tabora kwa taarifa zaidi wasiliana na Sister zawadi kwa simu nambari 0754039465 karibu tmp bookshop